mchezaji ambaye, hey! anatakiwa kujaribu akamchagua Mwarabu akapiga penati, ameangalia rangi, mpira wapi bwana?

Semaji umewazuga na wameingia kwenye mfumo na tayari waishaingia kwenye mfumo, ila tuliwaweza jamaa. Najua tunawapiga timu zote, au kipa kakuogopesha semaji? unajua neoiatibodia ao unaficha vitu kidogo. Kesho naweka mwenyewe, piga hata posti.